Karibu sana kwenye video ya leo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Leo tunajadili hatua ya, ya kwanza muhimu sana kwenye kilimo cha ndizi: jinsi ya kuchagua eneo sahihi la shamba. Ukifanya kosa kwenye eneo la kupanda, unaweza kupata matokeo duni hata kama una, unaweza hata kama unatumia mbegu nzuri. Kwa hiyo twende pamoja hatua kwa hatua, ili niweze kuelekeza ni kwa jinsi gani unaweza kuchagua shamba vizuri na kuliandaa vizuri. Kama unaangalia katika video yako, hiyo hiyo ni ardhi yetu ya shamba ambalo tumelichagua kwamba tuna mpango wa kuweza kulima ndizi katika makao huu. Hatua ya kwanza mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV ni hali ya hewa. Cha kwanza kabisa, eneo la shamba la ndizi linapaswa kuwa sehemu si yenye mvua za kutosha. E, ambao inawezekano au kama mvua hakuna basi kuna uwezekano wa umwagiliaji shamba letu hilo. Shamba ni maeneo ambayo kuna mvua za kutosha, na maana ndizi hazipendi sana joto. Ndizi ya kutosha, ndizi inashindwa kukua vizuri, hata matunda yake yanakuwa yako madogo. Hatua ya kwanza kabisa ambayo inabidi uweze kuijua kwamba lazima iwe katika mazingira ambayo hali ya hewa iko vizuri, kwani tukumbuke kitu kimoja kwamba ndizi sio zao la ukame. Kwa, kwa ndizi inahitajika mazingira ambayo kuna mazingira ya maji na mazingira ambayo hayana joto kubwa. Sehemu yetu ya pili, ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, ni aina ya udongo. Kama unavyoona katika skrini yako hapo, inabidi uwe na udongo bora. Kwa ndizi unapaswa unapasawa kuwa ule wenye rutuba ambao unakuwa ni mwepesi na unaweza kupenyesha maji vizuri. Kwa hiyo, udongo ambao unatakiwa kwenye ndizi ni kama unavyotazama huo, huo una rutuba vizuri kama huo unavyoona kwenye skrini yako na na pia pia mwepesi una uwezo wa kupitisha maji vizuri. Kuna aina mbili za udongo, udongo ambazo hawapaswi kabisa kupandia ndizi. Udongo wa kwanza ule udongo mzito sana unaoshikilia maji na ule unasababisha kuozwa kwa mizizi. Kwa hiyo kama utakuwa na udongo, kama eneo lako lina udongo mzito, basi hiyo hiyo haushauriwi uweza kufanya kilimo cha ndizi kwa sababu udongo mzito unashikilia maji na pia unasababisha mizizi kuweza kuoza. Kitu kingine, udongo mwingine ambao ni hatari sana na udongo wa kichanga, kwa sababu udongo wa kichanga huwa unapenyesha maji na pia vile virutubisho vyake huwa vinapenya moja kwa moja, kwa hiyo ina maana ndio so, sio udongo mzuri kwa kaukumbuke kabisa udongo mzuri, udongo wa tifutifu au kitaalamu unaitwa loam, huo ndo udongo mzuri ambao ni bora kwa ajili ya kilimo cha ndizi. Ya kitu kingine cha muhimu sana mtazamaji pe ni uwepo wa maji ya kudumu. Tunasema, yaani kabla hujaanza shamba la ndizi hakikisha kabisa kuna, kwa, kuna chanzo cha maji. Katika chanzo cha maji tuna aina mbalimbali ambazo tunategemea katika chanzo cha maji ya kusaidia katika ukuaji wa kilimo chako cha ndizi. Cha kwanza kabisa kuna mvua, kwa kuna eneo ambalo kuna mvua za kutosha, kwa kuna mito, mabwawa au kisima. Kwa hiyo kwa hiyo kabla hujaanza kilimo cha ndizi jitahidi kabisa chanzo cha maji kinakuwepo, kama sio mto basi, kwa kuna bwawa. Kama kuna hakuna bwawa kwa kuna kisima, kuna kisima, kisima au au uwe mazingira na kuna upatikanaji wa mvua. Ina maana hapo unaweza ukachimba kisima au ukachimba bwawa ndio kaanza kupanda ndizi zako, maana hayo maji yatasaidia katika umwagiliaji wa maji. Kwa kama kwenye kisima au kwenye kwenye mabwawa, unaweza kuwa na pampu, wafunga watapampu kwa ajili ya kumwagilia an pale awali. Hiyo ni hatua muhimu sana, hatua hmm. hmm. hmm. hmm. ya tatu ambayo inabidi uweze kuwa nayo. Katika hatua ya nne, lazima una miundombinu ya upatikanaji wa soko. Inamaana kwamba hauwezi ukawa na kilimo cha kuna lima lakini haujui soko lako utameuzia nani. Kwa lazima uwe na miundombinu ya kuwa una soko. Kwa mimi teka, mimi nitakapolima soko lako tena kuuzia kasehemu gani? Idha utauzia shambani, shambani au hapo shambani au utauza katika mazingira gani? na soko pia limegawanyika soko limegawanyika. Ina maana kwamba shamba lako naokona lima inabidi uwe, uwe karibu na wale ujue kwamba kutoka shambani mpaka sokoni nitatumia gharama ya usafiri ya kiasi gani na nitapata shilingi ngapi? so, unaandaa tu shamba afu ujui soko lako litagharimu kiasi gani, yaani matirio yako unayo utapeleka shambani kwa gharama gani na utaingiza shilingi ngapi? Lazima uwe na hesabu ya kutosha pia za maji. Kitu kingine cha muhimu sana lazima ujue kinga dhidi ya upepo mkali. Kwa hiyo takiwa ndizi zako uweze kuzi lima na kuzuia katika mazingira ambayo hakuna upepo mkali. Kwa hiyo tutaangalia upepo yani inabidi unapanda upepo una, una, upepo unapinduka kwenye migomba na kusababisha migomba kukatika. Unaona kuna hasara nyingine mbalimbali ambayo, ambayo inaweza kutokea. Vako, una shamba lako, shamba lako, una upepo, kukua, kwa unapokuwa unapanda shamba lako shamba lako shamba lako una sehemu ya kuzuia upepo kwa kuweka pembeni. Jitahidi na kupanda miti. Kwa kuna miti kwa upande wa pembeni ambao itasaidia kukinga ndizi ndizi zidi ya upepo na ndizi siweze fa. Tuko tunaendelea katika hatua nyingine ya muhimu ya sita, inabidi uweze kujua historia ya eneo. Kama unavyoangalia katika TV yako hapo, unaona hapo, unaona kuna kuna ndizi unaona. Ina maana kama ile eneo hili iko vizuri na watu tayari washalima hapo eneo, washalima ndizi hapo. Kwa katika eneo lolote ambalo inabidi uende kutaka kuanza kulima au kupanda kilimo cha ndizi, angalia ile eneo lisilo na magonjwa ulizia. Je, eneo hili ukosh kupanda ndizi ndio, kuna magonjwa gani katika ile eneo? Kuna ugonjwa kama vile Panama disease, ule ugonjwa changamoto ambao huwa unashambulia sana ndizi na itakupelekea wewe kutokupata matunda. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kwa siku ya leo tunaweza kujifunza hatua zote hizo, hatua sita hizo, hatua sita ukizifuatilia vizuri, ina maana zitakusaidia wewe katika kuchagua eneo sahihi la shamba la ndizi ambalo tumezungumzia hatua kubwa sita, ambayo hatua ya kwanza kuangalia hali ya hewa, hatua ya pili tukaangalia kuwa uwepo wa maji ya kudumu katika shamba lako, na pia hatua nyingine tuangalia miundo mbinu mpaka njia ya soko. Kwa hiyo tunategemea kwamba tulime na tuweze kuvuna na tuweze kupeleka sokoni. Hatua ya tano tukaangalia kinga dhidi ya upepo mkali, na maana kwamba ndizi mara nyingi sana zinaathiriwa na upepo mkali. Kwa kuna hatua ambazo tunaweza kujifunza hapo, waangalie kuweza kukinga dhidi ya upepo mkali. Na kitu kingine tumeangalia historia ya eneo, kwa ni maeneo mengi mengi huwa yanakuwa na changamoto, inabidi uweze kuulizia, je, historia ile eneo wale walishia kulima ndizi na walivyolima ndizi, kulikuwa kuna changamoto gani? Kulikuwa kuna nini? Kama eneo hilo lilikuwa lina magonjwa, na maana kwamba ile eneo sio nzuri kwa wewe kuweza kufanyaje kupanda ndizi. Kwa hiyo wewe <coughs> mtazamaji wa Nebuye TV, na kuomba usisahau kusubscribe kwa video zaidi kuhusiana na kilimo cha ndizi, na andika kwenye comment hapo chini sehemu unaotaka nikufundishe una video kwa video inayofuata. Kwa hiyo ni sehemu gani ambayo unataka niweze kupa elimu kwenye video inayofuata? Kikubwa mtazamaji, naomba tuweze kuwasiliana na uweze kufuatilia video zijazo, kwani tunatoa mtiririko mbalimbali wa video ambao zinahusiana na kilimo cha ndizi hatua kwa hatua kwa hatua. Leo tumeweza kuangalia jinsi gani ya kuandaa shamba lako. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama unavyoangalia kwenye video yako, tazama, jitahidi kukaa utazame, uangalie mpaka mwisho uone shamba hilo la mkulima mwenzetu, siri ya mali, ambapo ameshaandaa shamba lake, ina maana ni wakati wa kiangazi ameandaa shamba lake, mna kulitazama hivyo shamba, ameandaa amesafisha vizuri, amefika vizuri na majani yake yamesha kauka. Kwa hiyo pana subiri tu wakati ufike aweze kulichoma, aweze achome ili kusudi aweze kuua wadudu, kama kutokuwa na wadudu kwenye hilo eneo pamoja na kuliko pamoja na wana nani na, na shida nyingine. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV hiyo ni shamba, kilimo kinalipa sana. Kwa hiyo unatakiwa uweze kujitahidi ili uweze kuandaa shamba lako zuri kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo ambazi mtazamaji wa Nebuye TV, hapa kikubwa tukiweza kujikumbushia kwamba, kwa hiyo navidi tuweze kuchagua eneo sahihi kwa ajili ya kilimo cha ndizi na tukumbuke, ndizi inahitaji maji, inahitaji udongo na hali ya hewa nzuri pamoja na kudhibiti upepo ili usije ukaathiri eneo lako. Kwa hiyo nakukumbushi uweze kukaa mpaka mwisho wa wa TV wa video yako, na pia kumbe ku subscribe, ku like na comment. Na pia kuna swali ambayo nimekuuliza hapo ambayo inabidi uweze kutoa kwamba una unataka nifundishe nini katika video zijazo ambazo zinazohusiana na kilimo cha ndizi. Kwa ni kilimo cha ndizi kinalipa na watu wengi sana wanasomesha watoto na wana wanaishi kupitia kilimo cha ndizi. Na kama mai mtazamaji, ukumbuke kusubscribe kwa sababu kusubscribe. Asante sana kuuza kufuatilia Nebuye TV. Karibu Nebuye TV.